Chama chetu ni chama kikubwa, siyo chama cha kawaida kawaida kama vyama vingine mnavyovijua. Sisi sio chama cha msimu, wala siyo chama cha uchaguzi. Uchaguzi ukiisha, kinaendelea kusimamia mapinduzi ya maendeleo, na shabaha yetu kubwa kuliko zote ya kudumu ni kubadilisha maisha ya watu kutoka maisha ya leo kesho kuwa bora kuliko leo na, na ya leo kuwa bora kuliko jana. Hiyo ndio shabaha yetu ya msingi, na tumepita kuambia, kuzungumza na wenzetu na kuwakumbusha tu wajibu ambao wanaujua kwamba chama chetu kiache kushughulika na mambo madogo madogo, madogo ya, ya ugomvi wa mtu na mtu, chama chetu kishughulike na mambo ya watu. Tumepokelewa hapo na, na vijana wa bodaboda wale wana matatizo yao, chama chetu lazima kizungumze matatizo ya hao. Kuna kina mama wanafanya biashara, lazima chama chetu kijue matatizo ya hao wakinamama. Kuna wakulima wanalima mashamba, chama chetu lazima kijiulize wakulima wale wana matatizo gani? Ah, katika kueneza sera zetu sisi hatutukani mtu wale wa vyama vinavyotukana tumeviachia hiyo kazi, maana lazima tugawane kazi <laughs> eh? vile vya kutukana vitukane huko, sisi tunazungumza hoja za watu, tunazungumza maendeleo ya watu wetu. Hayo matatizo gani yapo, tuyaondoe vipi? Sisi ni chama do tunachotawala, tuna mkuu wa mkoa hapa ni mjumbe wetu kwenye kamati ya siasa, tuna wakuu wa wilaya. Tunaposema watu fulani wana matatizo, tuna mtu wa kujibu ndio, na mtu wa kusimamia.